ya mi namba itakayetambua watoto ndio jambo kubwa ambalo linakuja sasa. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online. Na ita, ita, itaondoa habari ya kwamba si cheti cha kufanya nini ya kufanya nini. Kwa hiyo mtu atakuwa anatambulika just from his or her coming into being, tayari immediate anaanza kuwa anatambulika. Na, na wasio wa Tanzania ambao ama ni walowezi ama ni wakimbizi na eh, wengine wakawa wamepopea kazi kwa utambulisho ambao sio wao, au walisomea majina ambayo sio yao na baadaye wamekuja kuondolewa kwenye kazini. Tumetuliwa msamaha na Mheshimiwa Rais tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwamba waje wasafishe taarifa zao za utambuzi ili warudi kwenye majina yao yanayotambulika, kwa kuwa hayo waliokuwa wameyatumia yataendelea kuwaletea matatizo tu wakati wote. Wengine wameondolewa kazini kwa vyeti fiki, wengine wame, wameshindwa wame, wame kupata uraia kwa sababu hata walipotaka kujiingiza kutambulika ili wapewe vitambulisho vya taifa, vya taifa, e, wameshindwa kupata kwa sababu ya kudanganya. Na wengine walikuwa wanafanya masihara kwa kuomba mara mbili mara tatu hau ha, ha, wote Mheshimiwa Rais amewapa msamaha. Na kwa wako ambao ni walowezi wanataka wenyewe wapate kitambulisho cha Tanzania kitu ambacho hakiwezekana. Wako ambao ni wakimbizi wanataka kupata kitambulisho cha Tanzania, na tukienda kule kwenye fildi na kwenye wilaya zetu na hasa za mipakani, haujitokezi lakini, utasikia tukienda huko wanapiga kelele kwamba hatuna vitambulisho, wakienda viongozi wanasema vitambulisho ni dawa toi lakini ndio tu vitambulisho mpaka sasa hivi vilivyo kwenye wilaya zetu zaidi ya vitambulisho milioni milioni moja. Wenyewe hawajaje kuchukua. Hawajaje kuchukua kwa sababu gani? Tunadhani pengine ni kwa sababu hizo hizo, hizo. Lakini wako umeshatambuliwa basi na kati kachukue kitambulisho chako. Na vikibaki kule sasa tumeweka utaratibu. Ikaa kule kwa miezi mingapi? Mitatu. Sisi tutavizuia vile vitambulisho. Mheshimiwa Waziri, na kumbe tulikwambia pale kuna vitambulisho viko mtaani lakini watu hawajavichukua. Tumeshasambaza vitambulisho milioni ishirini na moja lakini vilivyo kule mtaani na kuchukuliwa ni milioni ishirini Kwa kuna gap kwa milioni moja na kidogo. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.